Mungu aondoe kigugumizi katika ulimi wake, asimame ahesabike, anyoke na kuzitangaza sifa za Bwana kutoka katika madhabahu hii. Mungu atusaidie sisi sote kuelekea kwenye kitu kiitwacho maridhiano. Wadau mbalimbali wanaendelea kutoa maoni yao ikiwemo Askofu Kalikawe Lwakalinda Bagonza akieleza njia kadhaa za kufikia katika hayo maridhiano ya kweli. Askofu Bagonza anasema maridhiano yasiyohitaji kukaa mezani. Anasema kwa hali ilivyo, wito wa maridhiano haupokelewi kirahisi. Hatuna watu wengi wenye uadilifu wa kuaminika pande zote, tuna mifumo ama mfumo unaoaminika. Kila mtu ana bei na kwamba Serikali haijawahi kushindwa. Mazingira haya ni magumu kupata maridhiano, na shauri tujikite katika maridhiano yasiyohitaji kukaa mezani, yakifanyika ndipo kukaa mezani labda kunawezekana. Ni haya. Jambo la kwanza, Askofu Bagonza anasema kwamba, sitisha utekaji na ukamataji kwa kauli na vitendo. Utekaji na ukamataji unachochea mpasuko. Jambo la pili Askofu Bagonza anasema achia bila masharti waliotekwa walio, walio mahabusu na wanaoshtakiwa kisiasa. Namba tatu anasema ruhusu watu wapate miili ya ndugu zao, na kama kuna iliyofukiwa waonyeshwe ili wachukue udongo au kuweka shada la maua, itawafanya wamalize matanga. Namba nne askofu Bagonza anasema lifanye taifa liwe la wote, wanaopinga na wanaounga mkono. si afya wanaopinga kuwa wakimbizi, inaongeza chuki na kuanika mambo yetu. Jambo la tano askofu Bagonza anasema kwamba acha siasa uchwara za kukanusha kanusha na kuficha ficha inaongeza hasira. Wajaluo wanao msemo wanaosema binti hawezi kuficha matiti ya kiota yameota. Tuna msiba mkubwa, ruhusuni taifa liomboleze, ni njia ya kuridhiana. Namba sita, Askofu Bagonza anaendelea kwa kusema kwamba acha fikra kuhusu dini, waliouawa walioua, wamo wa dini zote hawakutumwa na dini zao kuua. Waliouawa wamo wa dini zote, hawakufa kwa sababu ya dini zao. Mali za waumini wa dini zote akiwemo mtani wangu Wasira ziliharibiwa. Aliyeruhusu kuua kama yupo, hakuagiza kuua watu wa dini fulani tu. Ukitumia dini katika hali tuliyo nayo, unaiponza serikali kwa kudhani unaisaidia pia unaifanya dini yako ionekane ni bangi inayoondoa uhalisia. namba safa saba. Askofu Bagonza anasema serikali ibadili mkao wake na kujionyesha iko upande wa wanaoomboleza, itoe tamko linalokiri kuwa katika kulinda mali na uhai kuna kitu kilienda vibaya. baada ya tamko Watu waone vitendo vya kuwajibishana au kujiwajibisha. Hiyo itaponya na kuunganisha taifa, tusisubiri kulazimishwa kuwajibika au kuwajibishana. Namba nane. Askofu Bagonza anasema kwamba serikali iwe na mtu anayetoa matamko na msimamo wa serikali. Kwa sasa umma ndio wenye haki ya maoni, walio serikalini na chama tawala wasiwe na maoni nje ya vikao vyao, eti wananchi waridhiane na wananchi? Kweli! Namba tisa, Askofu Bagonza anasema penye msiba kuna waombolezaji, huwa wanaondoka na vijiko na sahani. Sitisheni matumizi ya fedha katika kuzima moto huu. Wanaoishi kwa kutegemea posho za kushughulikia wachochezi ni wezi wa vijiko nasahani msibani. Asiyetaka kujitolea akae pembeni. Namba kumi. Askofu Bagonza anasema kwamba tukubali kuna mgogoro wa madaraka ndani na nje ya CCM. Kuutatua kwa mtutu ni kuuongeza. Kabla kukaa mezani, iruhusuni CCM kiwe chama kifanye siasa, kiwe huru kukemea na, ku, na kukataa dhur, dhuruma katika nchi hivi sasa, dhambi za serikali ni za CCM na dhambi za CCM ni za serikali. Amkeni kumekucha. Namba kumi na moja, Askofu Bagonza anasema wanaohubiri amani tu hawajajipanga kama wanaoharibu amani. Jenzii na serikali wamejipanga vilivyo kuharibu amani, na washauri wanaohubiri amani tu wajipange vizuri, haki ya kuisha hiyo jiwi na mamlaka yoyote Anamaliza kwa kusema kwamba siasa isiyo na dini ndani yake ni ubabe na dini isiyo na siasa ndani yake ni bangi. Haya ni maoni ya Askofu Bagonza akieleza kwamba maridhiano yasiyohitaji kukaa mezani ameeleza kuanzia namba moja mpaka namba kumi na moja. Mtazamaji, nayo unayo nafasi ya kutoa maoni yako kuhusiana na masuala haya ya maridhiano katika nchi ya Tanzania baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwak mwaka elfu mbili na ishirini na tano Oktoba ishirini na tisa, na baadaye kuzuka vurumai katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Tanzania karibu.